au umeibadilisha kutoka old to new. Na kuweza kufanya hivyo kupata cheti chako kwa haraka zaidi na uaminifu mkubwa, unaweza ukatucheki WhatsApp. Namba zetu zipo katika description ya video hii au katika bio ya channel hii. Chukua namba tucheki WhatsApp ili uweze kupata cheti chako kwa haraka zaidi. Nafasi hizi ni nafasi ambazo zimeweza kutangazwa Halmashauri ya Manispaa ya Kibaha. Kuna nafasi tatu ambazo ni mwandishi mwendesha ofisi daraja la, la pili na kama unaona una uwezo wa kuomba nafasi hizi ni vizuri ukaweza kutuma maombi yako mapema kabisa. Sifa ni kidato cha nne au cha sita, lakini uwe na diploma ya uhazili au cheti cha NTA level 6 ya uhazili. Aidha, uwe umefaulu somo la hati mkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno mia moja kwa dakika moja na kupata program za kompyuta za ofisi kama vile Word, Excel, PowerPoint internet, email na publish kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na serikali. Mishahara ni TGSC na hakikisha we ni raia wa Tanzania mwenye umri kuanzia miaka kumi na nane na usiozidi 45. na maombi yote yatumwe ya kupitia mfumo wa kielektroni wa ajira, yani recruitment portal au ajira portal. Hakikisha una vyeti vyako halisi, result slip zitakubaliwa na kama umesoma nje ya Tanzania hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na vimethibitishwa na TCU, NECTA na NACTVET. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 8 Disemba 2025. Kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi na uitume kwa Mkurugenzi wa Manispaa, Halmashauri ya Manispaa ya Kibaha, SLP 30112, Kibaha. Jina langu ni FEABOY. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. Asanteni na karibuni.